Wacheni wafanye mazoezi hmm. Wafanye mazoezi leo tumecheza mechi nisha. Sio. Simba kama ungegoma wamepewa nafasi ya kufanya mazoezi alafu wakagoma kucheza kute, mechi tunge walaumu, lakini wanataka kuexecute kanuni. Mtu anaweza kukuambia hoja za kijinga. Oh, unajua timu hizi tangu zikicheza hazifanyi azit, azit, azitumii hiyo kanuni So what? Kwa hiyo mtu akiamua kutumia anakatozwa na nini? Kwa maana hiyo viongozi wa Young kutokana na majibu waliyopokea kazi ni kwamba wanaona aibu kurudi kwa mashabiki na kusema kwamba aibu tu ama ya. Yani mimi mtu ananiambia Yanga unaonewa kwenye ingo gani yani? Mm. Yani wao Yanga watuambie bana, sisi eti kuna uonevu, Yanga anaonewa nchi anaonewaje? Na hapo wote mnaamini kama Yanga anaonewa hapana. Yani inaweza kuonewa Yanga nchi hapo kwa akakau, Yanga hawezi kuonewa naapo. Yanga Simba wao wanatuonea sisi siku zote. Na hapo viongozi shauri hao wenyewe hapo hapo. Ushauri wako labda kwa mm, bodi ya ligi. Maana yake Yanga inakuwa kama imekiuka pia e, na mamlaka labda ya ka kasi ambayo imewaelekeza wao, maana yake wametoa taarifa kwa umma. Wewe ushauri wako sasa kwa wenye mamlaka ya mpira Tanzania. Kama na, nataka kushauri ni kwamba mamlaka aitoe tarehe ya mechi. Watu wasifike kiwanjani watumie full stop, ndio tutatoka huku mm, na tukibaki huku mamlaka zikianza kubembeleza hii hali, ndio sisi wengine pia tutaamini kwamba wao ni dhaifu, waonevu kila kitu. Hii ni timu kama timu zingine, watupe tarehe, si tukaangalie mpira. Hawataki mpira pale, wasije, kanuni tumiki, watangaze na viingilio kabisa, sio ani na marefa, yeah, waje pale timu ikaguliwe, halafu hawajaje watoe maamuzi kwa mpira unavoendeshwa hivyo yeah. Lakini tukianza kubembelezana, bembelezana, sisi tumeonewa.